Bakteria ni viumbe vidogo mno, waseri moja, wasioonekana kwa macho bila hadubini. Wanapatikana kila mahali: ardhini, majini, hewani, kwenye ngozi na hata tumboni mwa binadamu. Wengine ni marafiki, wanasaidia mmeng'enyo, kutengeneza vitamini na kutumika kutengeneza dawa, antibiotics insulin. Wengine ni wabaya, husababisha magonjwa: TB, kipindupindu, UTI Hivyo basi, bakteria wana pande mbili: rafiki na adui. Pili, ukubwa wa bakteria: bakteria wastani wa 0.5 mikroni, seli za wanyama eukaryotic cells kubwa zaidi mara nyingi kuliko bakteria. Mfano wa kulinganisha: moja mikromita sawa na moja juu ya milioni mita. Nywele ya binadamu ni karibu 20 mikromita, yaani nywele moja ni mara nyingi kubwa kuliko bakteria. Hii inaonyesha kwa nini tunahitaji microscope hadubini kuona bakteria. Tofauti kati ya bakteria na seli za wanyama: seli ya mnyama eukaryote ina kiini nucleus na organeli nyingi. Seli ya bakteria prokaryote haina kiini cha kweli badala yake ina nucleoid eneo lenye DNA. Hii ndiyo sababu bakteria ni rahisi kimuundo, lakini pia wenye uwezo mkubwa kuishi kwenye mazingira magumu. 40 sehemu kuu za muundo wa bakteria: Fimbriae, nyuzi fupi, hii hutumika kushikamana na nyuso. Pilus, pili, nyuzi maalum hutumika kubadilishana DNA kati ya bakteria Conjugation. Flagellum. kama mjeledi humsaidia bakteria kusogea kutoka sehemu moja hadi nyingine Capsule. tabaka la nje hulinda na kuongeza uwezo wa kusababisha magonjwa Cell wall. Ukuta wa seli. kulinda na kudumisha umbo Plasma membrane. hudhibiti vitu vinavyoingia na kutoka Cytoplasm. Sehemu ya ndani yenye maji vimengenya na molekuli. Ribosome, hutumika kutengeneza protini. Nucleoid, hili ni eneo lenye kromosomu kuu ya DNA. Plasmids, DNA. Bakteria ni viumbe vidogo mno wa seli moja wasioonekana kwa macho bila hadubini. Wanapatikana kila mahali ardhini, majini, hewani, kwenye ngozi na hata tumboni mwa binadamu. Wengine ni marafiki, wanasaidia mmeng'enyo kutengeneza vitamini na kutumika kutengeneza dami.